Gobe, afisa ushirika wa Kiosa, aya, simameni nyio niwaili. Wewe utaniletea vyama vinne vya ushirika wa wafugaji, na wewe utaniletea vyama vinne vya ushirika wa wafugaji. Tutakuwa na orodha ya ng'ombe waliokuwa nao na kila kitu. Sayansi zote mimi nitahakikisha zinapatikana kwa sababu Rozalia atafanya na hawa watu hizi hawa wawili, tutapata idadi ya ng'ombe na ng'ombe watatambulishwa. no, ng'ombe wanapatiwa vitambulisho. huwezi kuchukua nani maziwa barabarani kwa mtu yeyote, hakuna. Lazima ujue ng'ombe haya anatoka kwa nani, kwa sababu ukipima maziwa ukikuta na hitilafu ya matibabu, unajua ng'ombe hawa wana shida, tunarudi kuangalia ama wanaumwa ng'ombe ama wame, maeneo mazingira wanayokula kuna shida. Haya jamani, ufugaji huko kisayansi ambao, no, unaweza ukawatoa wale wafugaji wakawa wananaa wana, wana, wana zaidi. Kwa nini hatuwapi fursa hiyo? Waneletee vyama nane vya ushirika vya wafugaji ambavyo tutawatengeneza ili waweze kumpa maziwa vikta kutoka Morogoro. Sisi tunasema tuna ming'ombe tu mzima Morogoro, a, hatuna maziwa. Ng'ombe gani ambayo hatoi maziwa? Nyinyi viongozi wa wafugaji, kila mmoja kati yenu ana ng'ombe elfu moja mia tano. <coughs> Una jengo la kunenepesha ng'ombe? Ana. Umewasiliana na wagani ili wachome sindano wa-, wa waweke mimba kwenye ng'ombe wako wa kike, ili wazae ng'ombe ambao wanazalisha ng'ombe saba na nini lita 7 nane 8 kwa siku za lita za maziwa, una weka kukuruza, wanarudisha ng'ombe kwenye zizi baada <coughs> ya kilomita 20, wale ng'ombe wenyewe wanachoka kutembea. sasa wale wagani wangu wale wanatakiwa wale wako na kama hawakufika mimi na wakaba na wakimua naleta watoto wengine kutoka SUA waje kukuhudumia. Makundi haya ya kina mama, vijana, pamoja na watu wenye hitaji maalum ni makundi ambalo limeacha kwa muda mrefu sana na likundi ambalo ukiliangalia hata katika ile ngazi na nyanja za uongozi wa vyama vya ushirika utakuta ni kundi pembeni. Kwa hiyo tumejikita zaidi ya kuhakikisha kwamba tunaongeza fursa kwa vijana, wakina mama, pamoja navyo wenye uhitaji maalumu kuweza kuanzisha ushirika katika maeneo yao ya uzalishaji mali, lakini pia kupata fursa za uongozi katika nyanja zao za uzalishaji mali ili sasa kuweza kuweka ule ule usawa wa uongozi. Una jumla ya vyama vya ushirika 226, kati hivyo vyama vya ushirika vya msingi vya mazao ni 168, vyama vya ushirika Mikoko, yani wa akiba na mikopo yaani SACCOS ziko 51, vyama vikuu vitatu na miradi ya pamoja iko sita. Aidha, idadi ya wanachama katika vyama vya ushirika vya msingi hadi kuishia mwezi Machi mwaka huu 2025, ilikuwa na jumla ya wanachama 49639, kati ya hao wanaume ni 28767 na wanawake ni elfu 20 872. Kuna changamoto kadhaa zinazoikumba sekta ya ushirika katika mkoa wetu wa Morogoro ambazo ni pamoja na kuwepo kwa baadhi ya watendaji na wajumbe wa bodi wasioaminifu kutekeleza majukumu yao na hasa katika vipindi vya msimu wa ukusanyaji wa mazao. Kupata lita tatu kwa ng'ombe tunaofuga sisi sio kawaida. Yaani umepata maziwa mengi. Wewe ndio mtu anatoa maziwa. Wengine wanatoa nusu lita mpaka lita moja. Mia ng'ombe themanini, wanaokamuliwa ni kama ng'ombe hamsini na tano.